Man asbaha minkum amina fi sirbihi, yule atakayepambazukiwa katika siku ana amani kwenye nafsi yake na utulivu, na familia yake wana amani ya kutosha. Muafa fi jasadi, ana uzima, akapewa uzima. Lahu qutun yawmi, ana chakula pia cha siku ya kumtosha, anaweza akala paka jioni na paka usiku. Fakad huyizat lahu ad-dunya, huyu amepewa dunia, ni kama amepewa dunia kwa sababu ana amani, ana chakula cha siku ile, hana la ziada, ni mzima, amepewa kitu ambacho ni, ni kikubwa sana. Riski ikiwepo, pesa zikiwepo, zitasaidia nini? Hakuna amani, unatokea wapi ukanunue mkate? Mpaka kuwe na amani. Utakulaje wewe, wengine hawali, usikujiandae kama hakuna amani. Na kutokana na umuhimu wa amani, faqad akramallahu awliyaahu fi dari karamatihi law fuqida fuqida naim Allah amewakirimu kutokana na hii amani wale watu wa peponi. Ndugu zangu Muislamu, wewe ni mtu wa kuhifadhi amani. Hakika viashiria vya kufanya uharibifu, ufisadi na uadui, kuvifanyia vitu uadui vya kimaendeleo, iwe ni mali ya mtu au ni mali ya umma, wewe ukaweka mkono wako kukiharibu, kuki wewe muumini, hakika hiyo sio tabia ya Uislamu. innal watana amanan fi anakina nchi ni dhamana yetu wote, la shaka sisi tuna mwongozo wa kuongoza ambaye wameachiwa wanazuoni kuwabainishia watu na wanazuoni wasimame wa. na dauri yao walakum bidaurina ya jamaa ayuha alahbab, ayuha duat alkiram, enyi madai simameni na wajibu wenu ambaye Mwenyezi Mungu alihusema katika Qur'ani, kuntum khaira umma, nyinyi mmekuwa ni umma ulio bora, ukhrijati linnasi umetolewa ndani ya watu, umma zote zilizotangulia. Huu ndio umma bora, ta'muruna bil ma'rufi watanhauna anil munkar, ninyi daima mnaamrisha mema na mnakataza mabaya, wa tu'minuna billahi, na mnamuamini Mwenyezi Mungu. Hakika hakike Imam Razi aliuliza siku moja, hivi viwili hivi, kati ya amani na uzima, kipi ambacho ni bora zaidi? Imam Razi mwenyewe anatuambia hivi, waliulizwa wanazuoni, amani na uzima, kipi chenye kuchukua nafasi ya juu? Akasema hivi wakajibu wanazooni, amani kwanza, alafu ugonjwa baadaye, siha baadaye, afya yako baadaye.